Karibuni sana jamani, karibuni sana. Jisikieni kama vile mpo nyumbani. Sijui niseme kitu gani lakini nimefurahi sana kuwaona. Pia leo majirani watajua kwamba mimi pia nina ndugu. Maana ah, nipo kinyonge sana. Yaani mimi niacha piki yangu, yaani kitambo sana yaani. Ah, mimi nishukuru ndugu yangu kwa kutupokea vizuri. Tumefurahi sana. Labda nianze utambulisho mfupi tu. Mmm, kwa sababu kama wanavyona leo kuna utofauti kidogo. Ndio ndio. Huyu aliye pembeni yangu hapa mm. Kaamini ya damu basi yeye ni hawa <laughs> <Wamine. We brother. laughs> mm. Nah, e, ki kauli ya kawaida kabisa wanasema kuwa huyu ni shemeji yako huyu yeah. Ndio chaguo la mimi kaka yako yeah. Ndio mwanamke wa furaha yangu, ndio mwanamke wa ndoto zangu, ninakuja naye hapa kwa ajili ya kumtambulisha sehemu ambayo mi nimezaliwa, kiufupi kwamba tusio tunaona tu mjini huko Mwanyiro sanini, twende ukaona nilipokuwa nimezaliwa, nasema kulipo nifukiwa kitovu changu. Karibu sana shemeji. Asante. Ajisikie uh, kama vile upo nyumbani, maana bwana mazingira yetu ndo kama haya, huku ndo tulipozaliwa mimi na kakaangu, nao ndo kakaangu mimi yani, alipoanza yeye nikafuatia mimi, kwa hiyo ni kama vile pete na kidole kwao. Karibu sana shemeji yangu. Uh, usipate tabu yaani, kama ataamua kuchangamka yeah. Ah, basi ni mtihani. Na tabu sana usimwone <laughs> hivyo ana kula ubutu muda wote, tena msimu huu umekuja mm. Ah, yani mafrenesi sisi, matunda kila aina ya matunda, yaani nitaenjoy sana ni kufupi. Sawa sawa, so, so, nimeona huko njiani wakati tunakuja. mm. Ona matunda mingi sana, si ndo maembe yamezaliwa kwa mafrenesi. nikasema mm. E, safari kweli huko kuna neema, lakini pia nimekumbuka kitu unajua, wakati tunakuja tulifika sehemu moja hapa karibu na ule uwanja, tulipishana kabinti kamoja hivi, nikembamba kidogo, kuna macho makali. Wakati amesalimiwa na binti, alionyesha kama utofauti fulani. Nikasema ndo kwamba watoto wa huku saa hivi wamekuwa hawana adabu, ama kwamba wanamchukuliaje? Labda yani, bratha, unajua hiki kijiji kwa sasa hivi kilivyobadilika, na ni kwamba ulivyokiacha sio kama saa hivi ulivyokikuta yaani kimejaa na mambo ya ushirikina. Ushirikina kimejaa na mambo ya ovyo ovyo, lakini ah, sijui yani, nisemeje? Yani, nahisi pia muda wakati mwafaka wa mimi kuondoka pia, maana mimi pia nishapachoka kwenda kusalimia baadhi ya ndugu na majirani. Kweli, sema tamomba Mungu, maana kuna hakuna kinachoshindikana kwake. Sawa, kuna shida laba kama kuna maji katusetia hapo, nataka nikajimwagie kidogo, maana izingua kama sioza sio limeisha vipi? Sawa, tunafanya tu ndugu yangu hivyo hivyo, so, j shamba watu ndio walivyochakua chakua. Ha? Mahindi yote yapo panda juzi yote yamefukuliwa. Usiniambie mwanangu. Kwa hivyo nakwambia, yani mpaka kule juu shamba kwa Biti Mwamba. Kote. Kwao umejitahidi moto kuzunguka zunguka na ukiangalia. Nimezunguka zunguka kule kwenye mwembe kule. Ndo ndio amefua fua. Sawa. Sasa cha kufanya mwanangu. Panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kesho tujitahidi tuende tukapalie palie pale, ili tuweke tayari ya kupanda tena, so, maana yameshatokea hii namna tena. Sawa so. Ila mama, kuna jambo mmesahau kukwambia. Kuna vijana hawa wawili wamewasili katika hichi kijiji na wanavyoonekana ni wageni, sijawahi kuona hata siku moja. Ni wageni, ndio wageni na analekea njia ya mzika kumi. Sawa, sasa subiri, ni waangalie ili tupate uhakika. Umeshawajua? Nimeshawajua. Kwani huyo ni mwanyiro na mtumba wake na ni familia ya Mzee Kakome? Ndiyo mwanangu, sasa ni wakati wa kulipa visasi. Kisasi? Ndio nitakupa kazi mwanangu, uifanye sawa. lazima tuwaoneshe kwamba sisi ni akina nani katika hichi kijiji sawa. hawezi kuingia kiholela, lazima tuwashikishe adabu, watutambue sisi ni akina nani katika kijiji hichi. Nimekuelewa mama. Sawa, nakutegemea

wa mchawi damu ya Rehema anapaza sauti usiku wa manane: usiue asiye na kosa. Mama hakuagiza halipoza damu ya jana. Ngoma za kijiji za sikika mbali. Toa wa mizimu katika hewani, kilio cha kipofu kinageuka nuru, macho ya imani yanaona tena. Zembe, shikamoo. Marahaba, Mika. Vipi mbona high speed? Suka kangu. Kakako huyo eh. Bwana, twende muda hii kama, yu kama Kidera. Kidera. Mama Kidera huyu unamjua, mimi hapa kijijini. Mama Kidera huyu unamjua wewe. Kwema kama Kidera. Suka kangu. Ndio kwema sio kama nipeleke mimi, unajua kuna kitu gani nimeota. Twende nikaone kwanza ndugu yangu wewe, nipeleke mimi. Hebu ulete mkono wako kijana. Mzako, mbashi, mikono ya nini? Sasa, Bala, Fijana, mkono ah. Ah, e umekuja, mekuja kijijini una mke wako na mke wako umemwacha nyumbani, lakini mke wako ana hali mbaya sana. Rudini nyumbani haraka sana, nyumbani kwangu kujua Mlete nyumbani kwangu, akabakiwa mke wake, so mgonjwa, njoo aje anipige, mwasaidiwa nyinyi. Alafu hawa wa ni mjeuri watoto wa kuizi hawa watoto wa malezi yeye, alafu mjeuri. umefungwa kwa mikoba ya kale, Ndagha unabeba siri za kizazi.